Niseme mfano mmoja, maana nikisema huu mfano ndo watu watanielewa. Maana mahusiano, ndo watu wengi vichwa vyenu vyetu vimejaa mahusiano haya. Kwenye mahusiano ya kawaida tu, wewe ukiwa na mme wako au mpenzi wako ambaye hakujali, hakuulizi uko wapi, hakuhudumii, utasema ni nani huyo? Utamuhitaji mike akila utamhitaje? Utasema afanye nini? Mtasemaje madam, nisaidie Utasemaje, una una mme wako au mpenzi wako, hakujali hakuulizi unataka nini, amna meseji, amna nini, anakupita tu, lakini kila kitu anakifanya, lakini hakupi wewe attention. Utamhitaji huyo mtu? Changamoto, hata jina tunakosa. Tutamhitaji huyo mtu? Eh, eh, kuna mmoja anithamini bosi mwingine, mwajiri mwingine, jamani, madam kuna jina gani ningeweza kumuita? Anithamini ingine, yani ananifanya kama vile mimi hawara yake, nafikiri eh majina. Jamani wadada, mnasikia mnasikia? Bosi wenu madam nani? Jamani madam nani tunao? Ukawa na mtu ambaye eh. <laughs> <laughs> <laughs> Uh, uh, una mme au una boyfriend, si nani akupi anakupa basic lakini akupi ile attention mm. ya wewe ya kujali, ehe, unamuita? Haya, mahusiano utahitaji au wewe unamhitaji huyo mtu? Ha, mimi nitamwona ni mtu ambaye hajali chochote zidi yangu, ehe, kama anajiangalia yeye tu, si ndio? Kwa hiyo mbinafsi, si ndio? mm -hmm. mm -hmm. Madam, ah, mtu asiyejali, mtu asiyejali. Haya, e mm. Jamani, mmesikia jamani.